Tukashuhudia kwamba moto unatoka hapo chochoroni na ukawa unawaka taratibu. Baadaye tukaona moto unazidi kuwaka na tujajua chanzo ni nini. Na vitu vilivyoungua ni vitu vya thamani tu. Japo watu hamna wa leo nguo lakini vitu vya thamani kama mnavyoona na maeneo jirani. Na huko wote watu, watu walikuwa wanaishi. Kuna vitanda, asimia kubwa vitanda, makochi, makabati. Mafundi wote wakawa wameshafunga vitu vao kujiandaa wakawa wameondoka kwa sababu mafundi wana kawaida saa 12 wao wanaondoka. Mara nyingi tunabaki sisi hapo saloni kwetu na majirani zetu baadhi. Sasa kati shoti inaanza kutoka, tukachukulia tu ya kawaida, tunapigia faya, lakini faya nayo ikawa imechelewa. Mpaka faya inafika hapa, ina maana moto umeshafanya nini, umezidi kupitiliza. Katika kuhangaika hangaika, ikaja faya nyingine mbili zote kwa pamoja, maji yakawa yamekata, nyingine kama hivyo mnavyoisikia, na bado moto ndo kama hivyo mnavyoona. Mwishoni mwishoni unaishia, cha kushukuru Mwenyezi Mungu, hakuna mtu ambaye ameungua, zaidi ya tu matilio ambayo yameteketea, na chanzo chake kama hivyo umeona, serikali inashughulikia kwa kujua chanzo chake, lakini imeteketeza mali za watu, nyumba za watu zimeungua, lakini tunashukuru Mungu ni watu wako salama, hakuna ambayo walioweza kuathirika na moto huu. Bado kitengo chetu cha zimamoto kiko chini sana kwa manispaa ya Morogoro. Sielewi tatizo ni nini, kwa sababu huu uh, moto umetokea wako jirani na, na, na kituo cha faya, lakini faya imeshindwa kuzima moto huu. Kwa hiyo hilo nalo tulifikisha serikalini walifanyie kazi, na naamini viongozi wa serikali wamekuja wameshaona hilo jambo. Hatuwezi kuwavumilia tena, maanake haya matukio ni matukio ya karibu ya nne sasa yanatokea, na bado tatizo ni wao kutowahi na wakiwai bado matatizo tena, maji hakuna, kitu gani hakuna, ndio hivyo. Na sisi wananchi tunazidi, wanazidi kuumia kwenye masuala kama haya, tukalifikisha kuna kuhusika ili kitengo hiki cha Morogoro kiweze kurekebishwa na kuwa imara. Tupata tukio la moto uh, vibanda vya biashara ambao wanatengeneza fenicha mtaa Ngoto kwa Morogoro mjini ambapo jeshi la moto na uokoaji kushirikiana na wenzetu jeshi la wananchi, kikosi cha mizinga, tunaweza kufika kwa ajili ya kupambana na moto huo, ambapo kama unavyoona, moto ulikuwa ni mkubwa na vibanda vingi ambavyo vilikuwa vimewekwa vime, kwa ajili ya kutengenezea hizi furnitures vitanda pamoja na, na, na, na, na vitanda pamoja na viti mbalimbali vinaweza kuungua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi makadirio kama vibanda kumi au kumi na mbili ambavyo vinaweza kuungua. Kwanza tupenda ku, ku, ku, ku make clear kwamba tulifika ingawa taarifa zifika kwa, kwa kuchelewa ukiangalia hapa na kituoni ni distance chache. Ila taarifa mpaka moto unawaka ambapo mpaka tunapigia simu kwa moto kwa umeshafika kwa kwa mkubwa, kwa tulifika gari iko na maji. Baada ya kumaliza kufight kwa trip ya kwanza tukaenda crew kaenda kuongeza maji kwa trip nyingine ndo hapo tukawasana na wenzetu wakaja kutuongezea nguvu.